Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya wastani, ukubwa na udogo. Shukran sana kwa kusubscribe. Swali la kwanza, fafanua maana ya wastani. Wastani ni hali ya kawaida ya nomino. Udogo, nomino zikiwa katika hali ya udogo huwa na maana kuwa kitu kinachotajwa kimedharauliwa au kimedunishwa. Ukubwa nao ni nomino zikiwa katika hali ya ukubwa, huleta dhana kuwa kitu kinachotajwa kimekuzwa. Pili. Taja mambo yanayozingatiwa katika ukubwa na udogo. Kwanza, nomino zikibadilishwa kutoka hali ya wastani hadi ile ya ukubwa huwa katika ngeli ya liya. Nomino zikibadilishwa kutoka hali ya wastani hadi ile ya udogo huwa katika ngeli ya kivi. Aghalabu katika hali ya ukubwa na udogo, sauti za nazali na ma nya nga mwanzoni mwa nomino huondolewa huku kiambishi ji kikichukulia... Samahani. Aghalabu katika hali ya ukubwa na hata udogo, sauti za nazali na ma nya nga mwanzoni mwa nomino huondolewa huku kiambishi ji kikichukua nafasi katika ukubwa, na kiji au ki katika udogo. Nomino nyingine haziwezi kubadilishwa kwa hali ya udogo au kubwa, kwa mfano nomino za geli ya i ya na kuku. Aidha, siyo lazima nomino iwekwe katika ukubwa au udogo. Tatu. andika ukubwa na udogo wa neno kiti. Ukubwa, jiti. Udogo, kijiti. Nne. andika ukubwa wa sentensi hii ndovu wa Kiafrika ameharibu kichaka. Ukubwa ni ndovu la Kiafrika limeharibu chaka, au jidovu la Kiafrika limeharibu jichaka. Tano, andika katika ukubwa, paka mweusi amenaswa mguuni jipaka jeupe, samahani, jipaka jeusi limenaswa jiguuni, au jipaka jeusi limenaswa guuni. Sita, andika katika udogo madebe hayo yatasafirishwa pamoja na nyundo hizi. Vijidebe hivyo vitasafirishwa pamoja na vijundo hivi, au vidembe hivyo vitasafirishwa pamoja na vijundo hivi. Saba, andika katika ukubwa, nyumba hizo zilijengwa mbali na mji ule majumba hayo yalijengwa mbali na jiji lile. Nane. Andika katika ukubwa: ngoma hizo zao ziliibwa na wezi wale. Mangoma hayo yao yaliibwa na majizi yale. Tisa. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya ukubwa nguo ambazo zinauzwa katika duka hilo zinavutia. manguo ambayo yanauzwa katika jiduka hilo yanavutia. Kumi. Andika katika hali ya ukubwa wingi. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Matoto ya majoka ni majoka. Kumi na moja. Andika sentensi hizi katika hali zilizo mabanoni. Maguu haya yanauma majitu haya, wastani umoja: mguu huu unamuuma mtu huyu. Mkono wake umekatwa, udogo wingi: vikono vyake vimekatwa. Manjia yote yamefungwa katika hali ya udogo umoja, kinjia chote kimefungwa. Kigobe kikubwa kimechinjwa, ukubwa wingi, mang'ombe makubwa yamechinjwa. kumi na mbili. Iandike sentensi hii katika hali ya wastani, majizi marefu yameuawa wezi warefu wameuawa. kumi na tatu. Andika ukubwa wa mbwa, jimbwa; mtu, jitu; gari, jigari; nguo, guo; ngamia, gamia; shamba, jishamba. kumi na nne. Andika udogo wa duka kiduka, au kijiduka. mfupa kifupa, au kijifupa. tembe kitembe. kumi na tano. Andika ukubwa maneno yafuatayo: jicho jijijicho, jiwe jijijiwe, mti jiti. kumi na sita. andika katika ukubwa, baba huyu hana maadili ji baba hili halina maadili. pili. vikapu vilivyoanguka kutani ni vyetu, majikapu yaliyoanguka kutani ni yetu. nguo zenyewe zilihifadhiwa kwenye vikapu, manguo yenyewe yalihifadhiwa kwenye makapu. Njia zimekarabatiwa zote, manjia yamekarabatiwa yote. kumi na saba. Andika katika ukubwa: mji, jiji; mlango, lango; meza, jimeza; nyoka, joka; chungu, jungu; chino jijino jino, jijino. kumi na nane. Andika maneno yafuatayo katika ukubwa wingi. Mlango, malango; nguo, maguo; duka, majiduka; jiwe, majijiwe Kumi na tisa. Yaandike maneno yafuatayo katika udogo. Karatasi, kijikaratasi. Kitabu, kijitabu. Ukuta, kikuta. Ji, jiwe, kijijiwe. Ishirini. Andika katika hali ya wastani. Vijitabu hivi havitoshi kwa mazoezi. Vitabu hivi havitoshi kwa mazoezi. Kitoto chako kimetulia. Mtoto wako ametulia. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.